Naomba sana mtusaidie, waandishi wa habari, kutambua kutambulisha na kuukaribisha umma wa Watanzania. Tunataka ufurike hapa siku ya tarehe kumi na tisa uh, mwezi huu, siku ya alhamis Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakapokuja tushereheke naye, anakuja kulifungua ili daraja ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru. Tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo, ndio maana hata sisi katika mialiko, kwanza tumewaalika Watanzania wote, tumealika watu wengi sana, lakini tumealika mpaka tumeomba wizara mambo ya nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo, tunayo matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa, mathalani wa Burundi, uh, Uganda, uh, Rwanda na, na, na, na, na Kongo kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa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 ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia, hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka elfu ishirini kwa siku moja, na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa mawili hadi matatu hapa watapita kwa wastani wa dakika tatu mpaka tano, maximum na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari tatu uh, au nne au tano ambazo zina wastani wa mpaka tani mia moja na sitini zinaweza kupita kwa pamoja. Zenye uzito usiozidi tani mia moja na sitini zina uwezo wa kupita kwa pamoja. Mradi huu utatusaidia sana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 tuna nilizokwisha kuzitaja ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa, wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi, ni kampuni kutoka China linaloitwa CCECC, lakini ikumbukwe kwamba tulikuwa na wataalamu wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kwanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha hili na tena bahati njema sana, wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya, na tunaamini sasa, kwa sababu ya ushiriki wao Watanzania hawa wazawa, huko mbele ya safari, tukiwa na project kubwa kama hizi, zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii. Hili daraja limetugharimu uh, jumla ya fedha bilioni 716. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr Samia Sulu Hassan. Unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa e, nchi, Mheshimiwa Rais Dr Samia Sulu Hassan, hili uh, daraja lilikuwa takriban asilimia 25 tu ya ukamilifu wake na katika hizo asilimia ishirini na tano Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake uh, hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze uh, mahala pema uh, peponi. Na unaweza ukaona kwamba uh, fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana, na tena tume imefanyika kazi hii kipindi kigumu, na watu tulikuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa hili daraja itakuwa kwaje? Sasa zilitakiwa zaidi ya bilioni mia tano kwa sababu wakati huo mheshimiwa Rais Samia anaingia tayari wastani wa bilioni mia moja takriban na thelathini hadi hamsini zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale ya awali lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni mia tano zinazohitajika zilipwe, na hapo korona ndio imeingia inachapa na mzunguko wa fedha, na kulikuwa na crisis kubwa, lakini tunamshukuru sana Rais Samia alisimama kidete, akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika, na najua ndio maana kwa kusema kweli tunamshukuru na ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kusimama imara sana. Watanzania wengi tunakumbuka ni ile tuzo iliyotolewa na benki ya Afrika, yaani AFDB. Uh, inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Ndiaye. Unafahamu kwamba ni kwa sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu na hii ni experience nzuri ya nchi yetu. Wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito, tumesimama imara serikali hii eh, na sisi wa Tanzania ni mahodari sana wa kutatua changamoto zetu sisi wenyewe, na ni muhimu sana wa Tanzania tu, tuwe na hizi kumbukumbu kumbu, eh, namna ambavyo tumekuwa mahodari kwanza ni wavumilivu, mbili ni mahodari sana wa kutatua changamoto zetu sisi wenyewe. Kwa hivyo mnaweza mkaona kwamba watanzania kwa utulivu wetu watanzania kwa watanzania kwa, kwa kuheshimiana na watanzania kwa kufanya kazi kwa bidii, juhudi na maarifa, tunatatua changamoto zetu hatua kwa hatua sisi wenyewe, hatua kwa hatua. Baada ya rais kuzindua hili daraja, Dr Samia, itakuwa ni historia kubwa sana kwamba tumeondokana na vivuko ambavyo vilikuwa vinatuchukulia muda mwingi sana, na tumeitatua hii changamoto sisi wenyewe. Hii yote ni kuonyesha kwamba tunaweza na tuendelee. Mungu atujalie kuendelea kuwa na utulivu wa namna hii na kwenda kudumisha amani yetu na kuheshimiana kwetu, ndiyo maana uh, tunasonga mbele. Unajua, kukamilisha daraja hili sio jambo la kusema kwamba ufahari tu wa pesa tulizozitumia hapa na dude hili kubwa, lakini hapa imeokolewa maisha wa Tanzania. Wao hivi vivuko wengine walikuwa ni wagonjwa e, wako kina mama wajawazito walikopo wa Tanzania wanaoenda kutoa huduma mbalimbali mahospitalini, mahakamani na kwingineko, walikuwa wakipata tabu sana hapa. Kwa kufanya hivi hii kazi iliyofanywa imelenga mambo ya kiuchumi, imelenga mambo ya kijamii, lakini imelenga kuthamini utu wa Mtanzania pia. Mafanikio haya yote ni ushahidi usiopingika wa dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan ya kuijenga Tanzania yenye miundombinu bora, imara na ya kisasa, na ndio maana tunasema mama ni mjenzi. Wizara uh ya ujenzi itaendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo ya kimkakati kwa weledi, uwajibikaji na uzalendo, ili kuunga mkono juhudi kubwa za mheshimiwa rais katika kuwaletea wananchi maendeleo. Anaitwa Moshi Idi, mkazi wa Busisi Kivukoni. Endapo daraja litafunguliwa, uendelezaji wa biashara yetu utafungua, kwa sababu hapa gari tena hazitosimama na sisi hapa tunategemea abiria na maana abiria wanapokuwepo hapa ndio sisi tunategemea abiria ili tufanyeje, tupate biashara. Sio kwamba daraja lisinge kuwepo daraja lingekuwepo, isipokuwa tuhitaji tuwekewe stendi tuwekewe parking. Hata kama mtu atakuwa anatoka safari zake, atapaki gari, atakuja kuchangia dagaa, atatuchangia samaki, atatuchangia chakula. Lakini sasa hivi hivyo vyote havipo, na maana mtu atatoka atapitiliza, na maana uendeshaji wa biashara yetu kwa kweli umepungua. Naitwa Tostawe Xavier Gamba ni mfanyabiashara. Kufunguliwa kwa daraja hili litakuwa ni jambo jema sana kwa wananchi, hususani wakazi wa Mwanza na mkoa wa Geita na kwingineko, kwani itakuwa imefungua njia kati ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga na maeneo mengine. Watu watakuwa na njia sahihi ya kusafiri, kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia na wasafiri watakosa watakuwa na fursa ile ya kusafiri kwa wakati, sio kama kipindi kile tulikuwa tukifika hapa, unakaa muda mrefu haupati huduma, kuanzia asubuhi mpaka saa sita. Lakini nishukuru tu kwamba serikali imeliona hili na hatimaye imejaribu ime, ime kulifanya kwa wakati na hatimaye linaenda kufunguliwa. Kwa hiyo ni jambo la kuishukuru serikali.